So, now I'm happy because everybody is, is fit um, except uh, Sopu. So, I'm happy for the group because I'm, I have a large um, possibility to to choose players to start the game. We are going to win more games than, uh, than before. Kwanza tuweze kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya njema. Pili nipo kwa ajili ya kuwawakilisha wachezaji wenzangu kila mchezaji yupo vizuri kwa ajili ya mchezo wa kesho, kwani tunatambua umuhimu wa mchezo huu kwani Kosti ni, ni wana timu nzuri na ni wana walimu wazuri katika benchi lao. Kwa hiyo tunategemea mchezo wa ushindani na sisi kama Azam FC tutajipanga kwa ajili ya kupata point tatu, kwani tuna malengo makubwa sana na hizi point ambazo zitaweza kutuboost kuelekea kwenye michezo yetu ijayo. Kwa hiyo tunawaomba mashabiki wetu watu watutokee katika uwanja wetu ili kuweza kutusapoti ili madi kuifanya kufa timu wao kuweza kupata pointi tatu katika siku ya kesho. Kama tunavyotambua, Coastal ni wanatimu imara sana na mm, misimu miwili mitatu wanapokuja Chamazi waga mechi inakuwaga ni ngumu sana kwa hiyo kila mchezaji ni analitambua hilo, wachezaji waliokuwepo na waliokuja wa wanaitambwilwa hilo kupitia sisi tuliokuwepo. Kwa hiyo tunategemea mchezo mgumu, lakini sisi kama Azam FC tutajipanga vizuri ili hadi kuleta timu yetu point tatu. Kwanza nipende kuwakaribisha mashabiki wanaopenda mpira mzuri waweze kukaribia katika siku ya kesho katika viwanja vya Chamanzi, kwani kuna mchezo mkubwa, kuna mchezo mzuri ambao utawakutanisha Azam FC pamoja na Coastal Union kwani hizi timu zimekuwa zikutana katika uwanja wa Azam FC, zinaonyesha mchezo mzuri sana. Kwa hiyo wao kama mashabiki wanatakiwa kutokea katika siku ya kesho katika uwanja wetu ili mradi kuweza kupata burudani. Na kwa nafasi ya upendeleo, ningependa kuwakaribisha mashabiki wa Azam FC waje kuipush timu yao kupata point tatu, kwani tunawategemea sana katika mchezo wa kesho. Wao ndio wachezaji wa kumi na mbili katika uwanja, kwa hiyo tunategemea kupitia wao tunaweza kupata point tatu na kutupush kadri ya uwezo wetu ili mradi kuweza kuipatia timu yetu point tatu.